Jambo na karibu. Ndege iliyokuwa imembeba waziri wa madini Lois Wantumu Kambamba ikitokea Kinshasa, ilianguka katika uwanja wa ndege wa Kolozi katika jimbo la Lualaba na kulipuka kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa madini Lois Watumu Kambamba na ujumbe wake wote na wajumbe wake wote walifanikiwa kutoka katika ndege hiyo kabla ya kushika moto. Kwa mujibu wa taarifa za awali, ndege hiyo ilipata itilafu ya kiufundi muda mfupi baada ya kupaa timu za uokaji wakaji zilitumwa mara moja kwenye eneo la tukio, na ripoti rasmi inasubiriwa huku uchunguzi ukiwa umefunguliwa ili kubaini sababu haswa ya ajali hiyo. Waziri wa madini na timu yake wapo katika safari ya kwenda kwa Kulanzi kuwaju, kuwajulia hali kuhusiana na maporomoko ya ardhi yaliyotokea katika eneo la ujimbaji madini mkasa ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu thelathini kwa mujibu wa serikali ya mkoa wa Lualaba. E, waziri wa madini na timu yake wapo katika safari hiyo, namna ambavyo tumewaeleza na tumeambiwa ya kwamba mkaza ambao ulikuwa ume, umetokea umesababisha vivo vya zaidi ya watu thelathini kwa mujibu wa serikali ya mkoa wa Lualaba. Hayo ndio mambo ambayo nimekuandalia kutokana na ajali ambayo ni ya ndege, ndege ambayo ilipata intirafu ya kiufundi muda mfupi baada ya kupaa, lakini wale wote ambao walikuwa walikuwemo ndani, akiwemo eh, waziri wa madini Ruiz Watumu na wajumbe wake walishuka salama salimini, na sasa hali ni nzuri, uchunguzi unaendelea kufanywa kile ambacho kilisababisha ndege hiyo kuchomeka.